Hapa ni katika barabara ya Bagamoyo, eneo la kati ya mbezi Bichi na Makonde, mahali ambapo upande mmoja ulishindwa kupitika na kuwalazimu askari wa usalama barabarani kuwalazimisha watumiaji wa barabara hiyo kutumia upande mmoja. Nazungumzia kuhusu miundo mibovu ya namna hiyo, na maana watu wa halmashauri wenyewe hawako makini, kwa sababu hii vitu sio vitu vya mara moja. Haya matukio yanatokea mara nyingi lakini nadhani watendaji ndio na wanashindwa kufuatilia hii mambo mpaka inakuja kutokea hivi na itaathiri kwa wananchi. Serikali au hususan halmashauri waangalie kwa makini pindi mvua zinaponyesha, maana yake, tumeona kwamba mvua zinaponyesha kubwa kunakuwa tatizo na tatizo la misongamano hamna mvua. Katika eneo la mtaa Msasani shule, napo hali ilikuwa mbaya, magari akipita kwa shida, huku baadhi ya wakazi wa eneo hilo wakisema ukosefu wa mifereji umesababisha hali hiyo. Sasa hivi ndo wanapungua magari tunavyowapiga piga mawimbi hivi eh, yani tuwaambie viongozi wetu watuangalie, so wanatuangalia katika mambo mengine tu, hata katika mambo ya barabara, hata huku mjini napo vile vile, kelezo zipo. Kwa hiyo wanasema mabondeni watu waame na hii barabara hapa na napo bondeni. Mimi ni mkazi wa Msasani na ni mwenyeji wa Msasani, ila toka asubuhi yani maji yamejaa sana hapa nikio, magari yanazima, yani kila kitu nilichokuona, tu napita pembeni pembeni, paka leo kupita ni mtihani yani, sio swala so, sio kama ni mara ya kwanza, mara ya pili, yani miaka yote mvua ikinyesha ni majanga na serikali za mitaa iko nyuma tu hapo. Mambo yote wanayoona, sio kama iko mbali. Yani barabara nyamaji kibao, hiyo ni serikali za mitaa. Hii hali ya hapa ni mbaya sana, kwa sababu inasababisha kwanza foleni, afu magari yanashindwa kupita vizuri. Kwa hiyo ana hii mm, hasa kubwa kwa, kwa watu wanaopita hapa, inakuwa ni vigumu kupita kwa miguu hasa sana, wanakuwa wanapata tabu sana muda kama hii. Hali katika eneo la Buguruni mtaa Mivinjeni imezidi kuwa hatarishi baada ya kingo za mto zilizopo eneo hilo ambazo zinatenganisha jimbo la uchaguzi la Ukonga na lile la Ilala kuporomoka. Ni athari za mvua zinazoendelea kunyesha jijini Dar es Salaam. Hapa ni katika eneo la Buguruni Mivinjeni, hali iko namna hii. Jitihada za haraka zisipochukuliwa, huenda hali ikawa mbaya zaidi. Nikiripoti kutoka Mivinjeni, jijini Dar es Salaam, mimi ni Sakwisa Mwaifuge wa ITV.